Nashangaa sana binadamu na dunia ni vitu vingine tofauti sana, ni vitu vingine tofauti sana, manake dunia ina maajabu yake, mwanadamu naye ana maajabu yake, huyo mwanadamu. Kwa sababu huyo mwanadamu anaweza kuchukia miguu ya, ya, ya kuku, na ajui miguu ya kuku ndio imebeba nyama ya kuku, ajui, na anaweza yaichukia mbaya sana, huyo ni mwanadamu. Alafu dunia dunia wewe ndio unaipeleka dunia, jawaipeleka mtu, wewe ndio unapeleka dunia. Hmm. Dunia iko vile vile, wee ndio unayaambia twende hivi, nakwambia twende, naona alafu na na u watu wa na, na, na watu hmm. kama wewe mtu, mtu mzima una akili zako unaweza fanya mambo kama mtoto mdogo, unashangaza dunia. Maana uwezi chukua mkate ukazibia shimo la panya, Umemwekea chakula atakula, ujaziba. Umempelekea chakula. Kwa hivyo jamaa, katika kwenye hii dunia, fikiria chenye unakifanya na usikifanye, mpaka wanze kukiangalia, la sivyo kutaumbuka kila siku.